zinazojulikana kwa jina la Jerusalem Family TV, Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Upande wa YouTube usisahau kusubscribe, na upande wa Facebook unaalikwa kufollow, ili kila wakati tunapoweka hivi vitabu wewe unavisoma mtu wa Mungu. Neno la Mungu ni chakula, na ndio maana kimekuijia mpaka kwenye vyombo vya habari. Tusali ili tuanze rasmi siku ya leo. Kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya hii nafasi unayotupa neema kwenda kusoma kitabu cha Ezekieli. Tunakuinua Yesu, tunaamini wewe ni mkuu sana, unaweza yote na unastahili utukufu na heshima. Karibu tusimamie, tunaposoma neno tuweze kulielewa, na sote tuweze kutiwa nuru. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tunasonga mbele na kitabu hiki cha Ezekieli. Karibuni tuungane na ndugu zetu wa Wedi Project ili tuanze rasmi usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Mlango wa 23. Neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, palikuwa na wanawake wawili, binti za mama moja, nao walizini huko Misri, walizini wakati wa ujana wao, huko vifua vyao vililemewa na huko waliabana matiti ya ubikira wao na majina yao, mkubwa aliitwa Ohola na umbu lake Oholiba, wakawa wangu wakazaa wana na binti, na katika hayo majina yao, Samaria ni Ohola na Yerusalemu ni Oholiba. Na Ohola alifanya mambo ya kikahaba alipokuwa wangu, naye alipenda mno wapenzi wake, Waashuri, jirani zake, waliovikwa samawi, maliwali na mawaziri wote, vijana wa kutamanika wapanda farasi wakipanda farasi zao. Akawagawia mambo yake ya kikahaba watu wateule wa Ashuru wote, pia akajitia unajisi kwa vinyago vyote vya kila mmoja wa hao aliowapenda, wala hakuyaacha mambo yake ya kikahaba tangu siku za Misri, kwa maana wakati wa ujana wake walilala naye wakayabana matiti ubikira wake, wakamwaga uzinzi wao juu yake. Kwa sababu hiyo na alimtia katika mikono ya wapenzi wake katika mikono ya Waashuri aliyowapendelea na hawa. Wakaufunua uchi wake wakatoa wanawe na binti zake, wakamua yeye kwa upanga, akawa jina la aibu kati ya wanawake, kwa maana walitoa hukumu juu yake. Na umbu lake Oholiba akayaona hayo, walakini alizidi kuharibika kuliko yeye kwa kupendelea kwake na kwa uzinzi wake uliokuwa mwingi kuliko uzinzi wa umbu lake. Aliwapendelea Waashuri, maliwali na mawaziri, jirani zake, waliovikwa nguo za shani, wapanda farasi wakipanda farasi zao wote, pia vijana wa kutamanika. Nikaona ya kuwa ametiwa unajisi wote wawili, wote wawili walifuata njia moja. Naye akaongeza uzinzi wake, kwa maana aliona watu waume ambao sura zao zimeandikwa ukutani sura za Wakaldayo zilizoandikwa kwa rangi nyekundu, waliofungiwa mikumbu viunoni mwao, na vilemba vilivyotiwa file rangi vichwani mwao, wote wakuu wa kuangaliwa kwa mfano wa wana wa Babeli katika Ukaldayo, katika nchi ya kuzaliwa kwao. Na mara alipowaona aliwapendelea, akatuma wajumbe kwao hata Ukaldayo. Na watu wa Babeli wakamwendea katika kitanda cha mapenzi, wakamtia unajisi kwa uzinzi wao, akatiwa unajisi nao. Kisha roho yake ikafarakana nao. Basi alifunua uzinzi wake na kufunua uchi wake, ndipo roho yangu ikafarakana naye, kama ilivyofarakana na umbu lake. Lakini aliongeza uzinzi wake, akikumbuka siku za ujana wake, alipofanya mambo ya kikahaba katika nchi ya Misri. Akawapendelea wapenzi wao, ambao nyama ya mwili wao ni kama nyama ya mwili wa punda, nacho kiwatokacho ni kama kiwatokacho farasi. Ndivyo ulivyokumbuka uashirati wa ujana wako yalipobanwa matiti yako na Wamisri kwa maziwa ya ujana wako. Kwa sababu hiyo, ewe Oholiba, Bwana Mungu asema hivi: Tazama, nitawainua wapenzi wako juu yako ambao roho yako imefarakana nao, nami nitawaleta juu yako pande zote watu wa Babeli na Wakaldayo wote, Pekodi na Shoa na Koa na Waashuri wote pamoja nao vijana wa kutamanika wote, pia maliwali na mawaziri wakuu, na watu wenye sifa wote, wenye kupanda farasi nao; watakuja kwako na wata kwa silaha zao na magari ya vita na magurudumu, na wingi wa mataifa; watajipanga juu yako kwa ngao na vigao na chepeo za shaba pande zote, nami nitawapa uwezo wa kuhukumu, nao watahukumu sawasawa na hukumu zao. Nami nitaweka wivu wangu juu yako, nao watakutenda mambo kwa ghadhabu; watakuondolea pua yako na masikio yako, na mabaki yako wataanguka kwa upanga; watawatoa wanao na binti zako, na mabaki yako watateketea motoni. Pia watakuvua nguo zako na kukuondolea vyombo vyako vya uzuri. Hivyo ndivyo nitaukomesha uashirati wako na uzinzi wako ulioletwa toka nchi ya Misri, usije ukawainulia macho yako na kukumbuka Misri tena. Maana Bwana Mungu asema hivi: Tazama, nitakutia katika mikono yao unaowachukia, katika mikono yao ambao roho imefarakana nao, nao watakutenda mambo kwa chuki. Watakuondolea kazi zako zote, watakuacha uchi, huna nguo na aibu, ya mabaki yako wa kikahaba itafunuliwa. Washirati wako na uzinzi wako, utatendwa mambo hayo kwa sababu umezini na hao wasioamini na kwa sababu umetiwa unajisi kwa vinyago vyao, umekwenda katika njia ya umbu lako, basi nitatia kikombe chake katika mkono wako. Bwana Mungu asema hivi: utakinywea kikombe cha umbu lako chenye nafasi nyingi, kikubwa, utadhihakiwa na kudharauliwa, kimejaa sana. Utajazwa ulevi na sikitiko, kwa kikombe cha ushangao na ukiwa, kikombe cha umbu lako Samaria, nam utakinywea hata hakitabaki kitu ndani yake, utavitafuna vigae vyake, utayararua maziwa yako, maana mimi Bwana Mungu nimenena neno hili. Basi Bwana Mungu asema hivi, kwa kuwa umenisahau na kunitupa nyuma yako, basi kwa hiyo uchukue uashirati wako na uzinzi wako. Tena Bwana akaniambia, mwanadamu, utawahukumu Ohola na Oholiba? Basi uwahubiri machukizo yao, maana wamezini na damu, imo mikononi mwao, nao wamezini na vinyago vyao. Tena wanawao walionizalia wamewapitisha katika moto ili waliwe nao. Tena wamenitenda haya, wamepatia unajisi mahali pangu patakatifu siku ile ile, nao wamezitangua sabato zangu. Kwa maana walipokuwa wamekwisha kuvichinjia vinyago vyao watoto wao, ndipo walipoingia patakatifu pangu siku ile ile, wapatie unajisi na tazama, wamefanya hivyo kati ya nyumba yangu. Tena mmewatuma watu kuwaita watu kao mbali, ambao mjumbe alitumwa kwao; na tazama, wakaja. Nawe ulijiosha kwa ajili yao, ulitia rangi macho yako na kujipamba vyombo vya uzuri, ukaketi juu ya kitanda cha enzi, na meza imeandikwa tayari mbele yake, ambayo juu yake uliweka uvumba wangu na mafuta yangu. Na sauti za wingi wa watu wenye hali ya raha zilikuwa pamoja naye na pamoja na watu wasio na adabu, waliletwa walevi tokwa jangwani, wakawatia vikuku mikononi na taji nzuri juu ya vichwa vyao. Ndipo nikasema huyo aliye mkongwe atafanya uzinzi sasa, hao watazini naye nam na yeye. Wakamwingilia kama watu wamwingiliavyo kaaba, ndivyo walivyomwingilia Ohola na Oholiba, wanawake wale waasherati. Basi watu wenye haki watawahukumu kwa hukumu iwapasayo wazinzi na kwa hukumu iwapasayo wanawake wa mwagao damu, kwa sababu wao ndio wazinzi na mikononi mwao mnadamu maana Bwana Mungu asema hivi: nitaleta kusanyiko la watu juu yao, nami nitawatoa warushwe huko na huko na kutekwa nyara, na kusanyiko hilo watawapiga kwa mawe na kuwaua kwa panga zao, watawaua wanawao na binti zao na kuziteketeza nyumba zao kwa moto. Hivyo nitaukomesha uasherati katika nchi hii, ili wanawake wote wafundishwe wasifanye mambo ya uasherati wenu. Nao watawalipa ninyi mambo ya uasherati wenu, nanyi mtachukua dhambi za vinyago vyenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu. Mlango wa 24. Tena, katika mwaka wa kenda, siku ya kumi ya mwezi, neno la Bwana likanijia kusema, Mwanadamu, liandike jina la siku hii, nam la siku hii hii, mfalme wa Babeli ameukaribia Yerusalemu. Siku hiyo hiyo ukawatungie mithali nyumba ya kuasi, ukawaambie, Bwana Mungu asema hivi, teleka sufuria, liteleke, ukatie maji ndani yake, vikusanye vipande vyake ndani yake, nam kila kipande chema, paja na bega, lijaze mifupa iliyochaguliwa. Watwae wateule wa kundi la kondoo, ukafanye chungu ya mifupa chini yake, ukalitokose sana; naam mifupa yake itokoswe ndani yake. Basi Bwana Mungu asema hivi, ole wake mji wa damu, hilo sufuria ambalo kutu yake ndani yake, ambalo kutu yake haikulitoka litoe kipande kipande; hapana kura iliyoanguka juu yake maana damu yake imo ndani yake, aliiweka juu ya jabali lililo wazi, hakuimwaga juu ya nchi, apate kuifunika kwa mavumbi, ili ipandishe ghadhabu ya kulipa kisasi. Nimeiweka damu yake juu ya jabali lililo wazi, isipate kufunikwa. Basi Bwana Mungu asema hivi, ole wake mji wa damu! Mimi nami nitaiongeza chungu, tia kuni nyingi, uchochee moto, itokose nyama sana Fanyiza mchuzi mzito mifupa ikateketee. Kisha litie juu ya makaa yake tupu lipate moto, na shaba yake iteketee, uchafu wake uyeyushwe, na kutu yake iteketee. Amejidhoofisha kwa tabu, lakini kutu yake nyingi haikumtoka; kutu yake haitoki kwa moto. Katika uchafu wako mna uasherati, kwa maana nimekusafisha, ila wewe hukusafika; hutasafishwa tena uchafu wako ukutoke hata nitakapokuwa nimeituliza hasira yangu kwako. Mimi Bwana nimenena neno hili, nalo litakuwa nami, nitalifanya sitaachilia, wala sitahurumia wala sitajuta. Sawasawa na njia zako na sawasawa na matendo yako ndivyo watakavyokuhukumu, asema Bwana Mungu. Neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, tazama ninakuondolea kwa pigo moja tunu mteule wa macho yako, walakini hutaomboleza wala kulia, wala yasichuruzike machozi yako. Ugua lakini si kwa sauti ya kusikiwa, usifanye matanga kwa ajili yake yeye aliyekufa; ipige kilemba chako, ukavae viatu vyako, wala usiifunike midomo yako, wala usile chakula cha watu. Basi nalisema na watu asubuhi, wa na jioni mke wangu akafa nami nalifanya asubuhi kama nilivyoagizwa. Watu hawa wakaniambia, Je, yeah, hutaki kutuambia maana ya mambo haya kwetu, hata umefanya kama vile ufanyavyo? Nikamwambia, neno la Bwana lilinijia kusema, uwaambie nyumba ya Israeli, Bwana Mungu asema hivi, angalieni nitapatia unajisi patakatifu pangu, fahari ya uwezo wenu, mahali pa kutamaniwa na macho yenu ambapo roho zenu zinapahurumia, na wana wenu na binti zenu mliowaacha nyuma wataanguka kwa upanga. Nanyi mtafanya kama mimi nilivyofanya; hamtaifunika midomo yenu wala kula chakula cha watu, na vilemba vyenu vitakuwa juu ya vichwa vyenu, na viatu vyenu miguuni mwenu, hamtaomboleza wala kulia, lakini mtafifia katika maovu yenu na kuugua kila mtu pamoja na mwenziwe. Basi ndivyo Ezekieli atakavyokuwa ishara kwenu; ninyi mtatenda sawasawa na yote aliyoyatenda yeye. Litakapokuja jambo hili, ndipo mtakapojua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu. Nawe mwanadamu, je, haitakuwa hivi katika siku hiyo, nitakapowaondolea nguvu zao na furaha ya utukufu wao na kilichotamaniwa na macho yao, ambacho walikiinulia mioyo yao, wana wao na binti zao kwamba katika siku hiyo hiyo yeye atakayeokoka atakuja kwako akusikize jambo hili kwa masikio yako. Siku hiyo kinywa chako kitafumbuliwa kwake aliyokoka nawe utasema, hutakuwa bubu tena. Ndivyo utakavyokuwa ishara kwao, nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana.